Katika video hii ya leo naenda kushare na wewe jinsi ya kuseti tangazo lako la Facebook na Instagram hatua kwa hatua. Hata kama wewe ni mgeni au hujui jinsi ya tangazo, basi video hii ni kwa ajili yako sababu naenda kukuonyesha kila kitu hatua kwa hatua mwanzo mpaka mwisho jinsi ya kuseti tangazo la Facebook na Instagram. Tangazo lenye kunasa wateja, tangazo ambalo litakuletea wateja kila siku. Kwa hiyo sasa tazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Na kama ndo mara ya kwanza kwenye YouTube channel hii hapa na pengine unijui, mimi naitwa Ezekiel Mahewa. Nina uzoefu wa miaka mitano kuonesha matangazo, e, e, matangazo ya Facebook na Instagram. Mwaka jana tu peke yake nimeweza kutumia bidhaa milioni kumi kama gharama za matangazo ya Facebook na Instagram kwenye kuuza bidhaa zangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo naenda kukupa uzoefu wangu ambao nilionao wa miaka mitano, na kama vile unaona hapa tayari ndipo kwenye ad manager ya Facebook. Kwa hiyo sasa, ili maanake kuseti tangazo lako, unaanza kuja hapa palipoandikwa create unabonyeza hapo ilipoandikwa create kwenye ad manager yako. Kwa hiyo ukishafika hapa sasa unachagua objective yako, campaign objective kwa malengo la kampeni yako ni nini? Wewe unataka nini? Unataka sales, unataka lead au unataka engagement au unataka traffic? Wakuja kwenye website yako au kwenye WhatsApp yako. Kwa hiyo sasa hapa mimi nachagua sales kwa sababu nataka kuuza bidhaa moja kwa moja. Kwa hiyo nachagua kampeni ya yeah, sales. Kwa hiyo hatua ya kwanza wewe unachagua eh, ile objective au lengo la kampeni yako ni nini? Hiyo ndio hatua ya kwanza. Kishamaliza hapo, maana yake unasubiri inarodi, ili maana yake kuendelea na hatua zingine zinazofuata. Ukishamaliza hapo, unaacha inarodi, baada hapo unabonyeza una pale una okay, hapa ndo unaweka jina la kampeni yako. Kwa mfano kama hapo unaweka aidha kampeni yako labda unaiendesha tarehe ngapi, mwezi mwezi gani, lakini vile vile unauza bidhaa gani lakini hivi unaweza kaweka labda, unalenga aidha Tanzania nzima au mkoa uliopo ambao unataka ulenge. Kama Tanzania nzima, unataka Tanzania; kama ni mkoa fulani au mkoa fulani, unaweza kaiandika hapo, ili manake yoyote unaweza kukumbuka tangazo lako au kampeni yako ile, na husu nini na ilenga kina nani. Kwa hiyo hapa mimi naweza kaandika labda, hii tangazo ni la Juni, umeona ni la Juni, naweza nikaandika Juni, umeona. Lakini pengine naweza labda bidhaa labda ya fashion, umeona fashion au sa sema, sa lakini vile vile hii naweza nikasema nalenga Tanzania nzima, Tanzania nzima, lakini vile vile naweza nikasema kwamba tangazo langu hili hapa nataka, ndio ni tangazo ambalo litaenda kwa watu wote wanaotumia simu na wanaotumia vile vile desktop kwenye Facebook na Instagram. Naandika desktop, lakini pia naandika na vile vile simu simu ambayo ni mobile, kwamba tangazo langu ile patikana kwa watu wote ambao watumia simu na ambao watumia desktop peruzi kwenye mtandao wa Facebook na Instagram. Baada hapo, naweza kusema tangazo lako linaenda kwa watu ambao pia ni watu ambao hawanijui. Sababu unaweza kama tangazo lako linaenda kwa watu ambao wanakujua au ambao hawakujui, lakini vile vile, unaweza kama tangazo lako linaenda kwa watu ambao kwa wateja wale ambao tayari washakunua bidhaa zako. Kwa hiyo mimi nalenga watu ambao hawanijui kabisa, mimi nimeandika hapa quote baada ya hapo, maake ushaipa usha usha jina kampeni yako, unashuka chini. Angalia vitu vingine vya msingi, unashuka chini. Unashuka chini. Shuka chini paka hapa kwenye hata eh, budget, budget strategy, kuna hii kampeni budget au ad set budget, maanake chagua kwenye ad set budget ili manake wewe mwenyewe useti budget ambayo utakuwa unatumia kwenye tangazo moja ili ili. Ukiweka hapa kwenye kampeni budget nyingine, kwamba unatakiwa uwe na matangazo mengi ambayo unatumia budget moja ambayo utakuwa umeseti hapa kwenye kampeni. Lakini ukiseti hapa kwenye ad set manake unaleta tangazo moja ambalo unatumia budget yake binafsi. Kwa unashuka chini hapa, manake kitu kingine kipya au cha msingi amna. Baada hapo, unaweza kubonyeza hapo kwenye next au kubonyeza hapo kwenye ad set kwenda kwenye E, ukurasa mwingine au sehemu nyingine ya tangazo. Maanake matangazo ya Facebook yana sehemu kuu tatu. Kuna sehemu ya kampeni objective, lakini pia kuna sehemu ya ad set ambayo ndo walengwa, lakini vile kuna sehemu nyingine yenyewe ambayo unaweka sasa tangazo ambayo inaitwa ad. Kwa kuenda kwenye sehemu nyingine, kwa mfano, kama hapa unaweza kubonyeza kwenye ad set au hapa kwenye next, pote itakupeleka kwenye ad set. Kwa hiyo tatu kwenye hapa unaipa jina ad set yako kwamba wale walengo wako ni akina nani? Kwa hiyo sisi tunataka tulenge wanaume vilevile na wanawake, ambao wana miaka 25 25 mpaka 45, ambao hawa tuseme wapo Tanzania, mana wapo Tanzania, lakini pia wanatumia hizi simu na desktop. Mpaka 45, wanaoishi Tanzania, kwenye conversion location. Conversion location message destination kama hapo labda mchat kwenye messenger ya Facebook au kwenye messenger ya Instagram au kwenye WhatsApp. Au unataka kupigie calls. Au unataka kwenye website ambapo wataweka oda moja kwa moja kwenye messenger ya Instagram au ya Facebook ambapo mtachat baada na mtu kutaka bidhaa yako yako. Baada hapo kisha mweza hapo kwenye conversion location ushuka chini. Unachagua hapa kwenye performance goal. Tunataka sisi watu wengi sana maximum number of conversions, kwamba watu wengi wanunue. Baada hapo unachagua pixel ambao ndio unafanya tracking kwenye website yako kama unayo, kama una, baada ya hapo unachagua eh, conversion event sasa. Hapo kwa kwa kwa kuwa tumechagua sales, basi tutachagua manake conversion event ya purchase. Umeona, baada hapo unashuka chini kuangalia vitu vingine, unashuka kuangalia vitu vingine hapa kama kuna kitu kipya au cha msingi. Baada hapo unajua hapo kwenye budget hapa kwenye budget manake unachagua aidha uanze bajeti kiasi gani? Mimi huwa naanza na dola tano au dola kumi kwa siku. Hii ndio njia nzuri, maana kesho Facebook watalikagua kwa muda wao kama lipo vizuri vigezo lakini lakini, lakini litakuwa live, au mwenendo wake kama ni unaleta faida, unaleta wateja kwa faida, au labda eti wateja kwa faida limeanza hasa hii ni mistake mtu unaanza tangazo labda usiku, manake sasa watu wengi wanakuwa wamelala, kwa hiyo tangazo lako linaweza lisifike vizuri. Lakini ukianza tangazo lako asubuhi, manake ndio watu wametoka kuamka, kwa hiyo manake ni rahisi sana Facebook kutafuta wateja wako sahihi na, na kuanza kuonyesha tangazo lako, na vilevile tangazo lako linaweza likaleta matokeo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa haraka zaidi kuliko kuanza kuanza tangazo lako kwa muda ambao pengine sio mzuri kama, kama usiku. Baada hapo unashuka chini, angalia vitu vingine vya msingi, kiangalia hapo kwenye hapa hamna cha msingi hapa, unashuka chini, unashuka chini hapa ndipo ambapo sasa unachagua location. Hapa unachagua location. Je, unataka liende Tanzania nzima, au unataka unataka liende kwenye mkoa mkoa? Tanzania nzima au unataka mkoa mkoa ambao wewe unataka. unaweza kuchagua mkoa mmoja au unaweza kuamua uweke Tanzania nzima. Kwa hapa tuweke Tanzania nzima. Alafu unaona hapa. Ukitaka kuondoa mambo unabonyeza hapa kwenye ka kujumlisha. Kabonyeza hapo kuna cancel na baada hapo unaandika mpambao unataka wewe. Baada hapo na chukua chini angalia vitu vingine. Kama kuna kitu kingine cha kuangalia hapa. Hapa unaweza kuangalia kuna minimum age. Tumesema sisi miaka iwe angalau kuanzia miaka 25, kwa hiyo hapo unakuja unaweka kuanzia miaka 25 hapa kwenye kwenye minimum age. Kuweka kuanzia miaka ishirini na tano kulingana na vile ambavyo naona wewe wateja wako walivyo kwamba wateja wako ni watu ambao wana miaka mingapi kama miaka mingapi. Kwa hiyo ndio unachagua hapo. Kama ni wa kuanzia vijana wadogo wadogo, basi uchagua kuanzia miaka 18. Kama labda unataka watu ambao kidogo <muchunia> ni watu ambao wanajielewa au watu ambao wanajua kama hawa wana kipato, basi unaweza kaweka miaka miaka ya mbele zaidi au miaka mikubwa, ili mahali iende kwa watu ambao unajua wana hela ya kuweza kununua bidhaa yako au ndio walengwa sahihi wa biashara yako. Baada hapo nakuja hapo kwenye language language yake ni lugha, unaweza ukaamua uwekeza English au Swahili kulingana na wateja wako, kwamba ni watu gani. Kama labda wewe unaendesha biashara za kitalii na wateja wako labda ni wazungu au ni watu ambao wanajua lugha fulani Tanzania au, wengi wanajua Kiswahili kwa hiyo hata usipoweka ni rahisi tu kwenda kwa watu ambao wanajua Kiswahili. Baada ya hapo, ukiangalia hapo, unaweza ukasave hii audience ambao tumewatengeneza hapa kwenye hizo settings zetu, ili maana yake baadaye, kwanza uangalie, baadaye tangazo lako lishafanya vizuri sana kama tangazo lenye faida kwa hawa audience, basi unaweza ukawa save ili maana yake baadaye iwe ni rahisi tena kuwa rank. Baada ya hapo unashuka unashuka hapo chini kuangalia kama kuna kitu kipya kingine nashuka hapa ni kwenye device, kama vile unaona hapa. Hapa kwenye device unaweza kaamua aidha walenge watu ambao wanatumia desktop au mobile, au walenge wote. Kwa hiyo hapa tumelenga watu wote, all devices, wanatumia mobile na wanatumia desktop. Baada hapo nashuka hapa kwenye hii hapa, unaweza kaamua aidha walenge ambao wanatumia android peke yake, au ambao wanatumia ios device peke yao, au watu wote. Hapa simeka watu wote wanatumia android ni tangazo kama kwenye Facebook na kwenye Instagram, kwenye Messenger na kwenye Audience Network pamoja na kwenye Threads. Kwa hiyo hizi ndo platform au majukwaa ambapo tangazo lako litaonyeshwa. Facebook unaonyesha tangazo kwenye haya majukwaa. Kwa hiyo kama uchague jukwaa na bado unataka wewe kwamba utoe hivi vitu vingine, bakie tu labda Instagram na Facebook unabonyeza hapo? Hii unatoa unachagua mwenyewe utangaza kulionyeshe wapi wa kama ambavyo utakuwa wewe ume, mwenyewe kwenye hizi platform. Kwa hiyo sasa baada ya hapo, ae unachagua hizo hizo platform unatoa hizi zingine ambazo utaki mbaki tu Facebook na Instagram. Baada ya hapo, unaweza ukaja sehemu nyingine, labda hapa pia unaweza kaamua labda upunguze au uache, unaweza kaamua uondoe vitu vingine kama labda ma stories labda ma reels au search results, unaweza kaamua uzitowe au unaweza kaamua tu uweke tulende kwa kwenye kila platform ambayo ipo hapa kwenye hii kwenye sehemu ya kuchagua platform kachagua iende pote. Apo kwa kuzirudisha hizi platform zingine. Kamba tangazo lako litaenda pote. Kamba tangazo litaenda pote. Kwa kwenye Facebook kwenye Instagram kwenye Audience Network pamoja na kwenye Messenger na Threads vile vile. Ni wewe mwenye utakayeona. Au unaweza test kama tangazo moja liende huku, lingine liende huku, angalia lipi litafanya vizuri. Hiyo ndio njia nzuri. Test uone wapi patafanya vizuri. Baada ya kumaliza hapa, maana yake unaenda sehemu nyingine ambayo ni, ni kwenye ads. Unabonyeza hapo kwenye next au kwenye, kwenye, hapa kwenye ads, kwa hiyo itakuleta huko kwenye ads. Baada hapo, utaweka tangazo lako hapa, ambao tumesema tangazo lako linahusu saa, unaona unauza saa, una seli saa, lakini pia tangazo letu tunatumia kama tunatumia video, unaandika video. Kama tunatumia picha, tunaandika picha au image ili maana yake uweze kukumbuka vizuri, kwamba tunauza saa, lakini pia kwa tazuri hapa tunatumia tangazo la picha. Baada hapo unashuka chini. Ukishuka chini, unakuja hapo palipoandikwa Facebook page, maana yake Facebook page hapo ndio unachagua sasa jina la page ambalo utakuwa unalitumia wewe kuendesha tangazo lako, maana yake kwa tangazo kuna vitu vitatu kuna Facebook page lakini pia kuna ad account na kitu kingine kinachojulikana maana yake ni njia za malipo. Kwao hapa unachagua utumie page gani. Ukibonyeza hapa kwenye haka mshale haka kushuka chini, unachagua page zina kwa zote ziko hapa, ambazo zipo, ambazo wewe umezitengeneza, ambazo unataka uzitumie biashara zako. Kwa hiyo kama ni ya saa utatengeneza page ambayo inahusu saa. Kama ni ya bidhaa ya afya utatengeneza ambayo inahusu bidhaa za afya fulani, ambazo utakauza baada. Kwa maana yake utachagua hapa kwenye page, Facebook page kama vile na mimi nimechagua jina langu Ezekiel Mahewa limekuja hapo pamoja na, na Instagram pale imetokea hapo. Kwa hiyo baada hapo unashuka tena chini. Baada ya kuchagua peji ya Facebook, unakuja hapa kwenye kama, umetumia kama umeweka post ya Facebook, unaweza unaweza uka select hapa, utumie either existing content kama labda una tayari una umesha post labda biza yako pamoja na caption ya na logo yako. Sasa unataka kutumia ile ile post kama tangazo, una select hapa, au unaweza uka create wewe mwenyewe manually kwa kuja hapa, kama unataka uupload wewe mwenyewe kitu manually kwa kuja hapa hapa ambapo sasa utashuka chini, hiki hapa kifai unaondoa unabonyeza hapa kwenye show more settings. Kama hapo angalia vitu vingine vipya au vya msingi, unajua, hapa kwenye add creative, kija hapo kwenye add creative maana yake bonyeza hapa palipo andikwa set up creative. Bonyeza hapa maana yake utachagua either image au video. Kama unataka una, una kutumia tangazo la video, bonyeza image lakini kama unataka tangazo liwe la la video, unaweza kwenye video. Na kama unafurahia video hii hapa na ungependa kujifunza zaidi, basi usahau kusubscribe na kulike, pamoja na comment kwenye video hii, manake wengine pia pata kujifunza, lakini pia we mwenyewe upate kupata video zingine mpya. Utakapoziweka wewe unapata notification na poweka video mpya. Kwa hiyo tuendelee, fanya hivi, baada hapo tuendelee. Kwa baada hapo tunachagua hii image hapa. Uh, cha ushaka kwenye image pale, unabonyeza button next. Ndio hapo kwenye next. Baada hapo utachagua picha hapo ambao kama umeiweka hapo utachagua hapa hiyo picha. Baada hapo unabonyeza tena next, ushachagua ile picha. Baada hapo tena unabonyeza hapa kwenye next, unaona. Baada hapo unamalizia tena next. Baada hapo namalizia hii hapa, imeandika done, ili maana urudi pale sehemu ya kuseti tangazo lako. e, unaona baada ya hapa. Sasa maana yake unakuja hapa kwenye, kwenye ujumbe unakuja wenyewe ujumbe, ujumbe wenyewe wenye maana kunakuwa hapa ile ad copy au caption tangazo lako inakuwa hapa, maanake pata sakali hii ya kike labda Pata i kali umeona. Kwa hiyo hapa maki itatokea hapa, umeona, hii hapa ndio caption ambapo watu walikuwa wanasoma kwenye caption ambayo ndio primary text, na Facebook wanakupa option ya manake ya mpaka kutengeneza primary text au matangazo matano kama vinaona hapa 1 of 5, unaweza kaamua zile zingine tena hapa au liwe tu moja, ni wewe mwenyewe utakayoamua. Baada hapo, sasa unashuka chini kuandika headline. Hapa headline hii hapa, labda, yeah, tuseme nunua moja upate labda, tuseme nunua mbili moja bure, hiyo ndo kama ofa yetu, unaona. nunua moja upate moja bure hapa, nunua moja upate moja bure eh. Kwa hapo nakuwa nimemaliza kwenye headline. Hii hapa ndio headline kama abu, naona hapa itakavyokuwa inatokea, ni tangazo letu hii hapa uanikikwanza Huku chini itatokea tu. Baada ya hapo, unaandika, unacha, unakuja hapo kwenye call to action kwamba unataka kwenye tangazo lako hapo iwe hapo kwenye call to action. Sasa, kwa kwani tunauza bidhaa moja kwa moja, manake tunataka tuchague shop now, kwamba mahali mtu anunue tu kwenye website kuweka order moja kwa moja, kwa hiyo tunachagua hii hapa ya shop now kama call to action. Umeona hii hapa shop, kama unavyoona hapa lakini tukija hapa kwenye huku chini, huku angalia huku chini, huku chini, manake hamna kitu. Panda juu hapa, ukija huku juu, kuna sehemu ya kuweka ile, he, hapa njua hapa kwenye website hapa, kwenye website ambapo ni website URL hapa, apa unaweka ile website ambayo au link ya, ya landing page yako au ya sales page ambayo manake ina kurasa ambao mtu anaweza kabonyeza pale ni tangazo, akaenda kule kwenye sales page yako, akasoma kuhusu za yako, lakini pia ukawa na sehemu au fomu ambayo anaweza kaweka order like, ili manake weze kumpigia kwa ajili ya final delivery. Kama unauza bidhaa moja kwa moja kama hizi kwenye e-commerce, kwa hapo unaweza kaweka tangazo nani sales page yako au landing page, unaweka link hapo, unaweka link ya sales page yako unaona, unaweka link ya sales yes, page yako kama unayo, unaona. Maana kiwezi kuanisha tangazo la sales kama una au una website au una sales page, maana hapa unaweka sasa ile website yako, ili maana watu wakibonyeza kwa tangazo lako waweze kwenda kwenye sales page kwa ajili ya kuweka order yako kwa kuchaweka hapa umemaliza hapa. Optimize website destination will we be, unaweza kama auto hapa, sio lazima atoa hapo. Baada hapo ukiangalia hapa, so, kushuka hapa, hapa chini kushuka hapa chini, unaona tangazo lako limekaa kama hapo, unapata limeshaka kabisa, baada kuweka website kama nunua mbili upate moja bure na maki hapa ni kushupna, alafu hii hapa ndio caption. Kwa caption maki lazima uandae, utakuwa uandae tangazo vizuri, uandae caption ya tangazo lako, uiandae vizuri, ambayo ni ya kuvutia, lakini ya vile vile ya kushawishi watu kununua. Lakini vile vile hii headline lazima iwe ya kuvutia na kushawishi watu kununua. Kama vinaona hapa nunua mbili upate moja bure, hii watu dogo watavutiwa, lakini bado unaweza kutafuta vile vile Picha au video nzuri zaidi ya hii hapa ya ambao, pengine mtu akiona inashawisha, anapokuwa na peruzi pale kwenye Facebook au Instagram, basi eh, lako ina, ina, e Facebook waliangalie

notifikesheni kwa ajili ya video zingine zinazofuata. Karibu sana.